Leo tunaongea kuhusu ahadi za Mwenyezi Mungu. Ahadi za Mwenyezi Mungu, kitabu cha Mhubiri sura ya kwanza mstari wa tisa na kumi. Kitabu cha Mhubiri sura ya kwanza mstari wa tisa na kumi, inasema vile kulikuwa mbeleni, kutakuwa hivyo tena, chenye kilifanyika mbeleni kitafanyika tena. Zile ahadi Mungu alifanya mbeleni atazifanya tena. Chochote Mungu alifanya mbeleni atakifanya tena. Vile kulikuwa mbeleni kutakuwa hivyo tena. Kwa hivyo tukuwe tunajua ya kwamba chochote Mungu aliahidi alihand katika kitabu cha Biblia kitafanyika. Chochote Mungu alisema atafanya kitafanyika. Kwa hivyo sisi wa Kristo Tukue tunangoja chenye Mungu alitoa ahindi kifanyike. Kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na tano Mungu aliahindi Abrahamu na mkewe Sarai ambao walikuwa wamezeeka bila mtoto aliwaahindi mtoto na akawaambia ya kwamba huyo mtoto hicho kizazi cha huyo mtoto kitakuja kutumika kuokoa ulimwengu, kitakuja kukomboa ulimwengu. Kwa hivyo hiyo ahadi Mungu aliahidi katika kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na tano. Sarai aliona ni kama haiwezekani kwa kuwa yeye amezeeka, hawezi pata mtoto, lakini sasa yeye akaona, wacha ampe bwanake Abraham mfanyikazi wake azae na yeye akuwe bibi azae na yeye ndio amzalie huyo mtoto wameahidiwa na Mwenyezi Mungu. Sarai alifikiria ya kwamba yeye hawezi, lakini hiyo ahadi Mungu ataitimiza kupitia kwa mfanyikazi wake, na ndio maana Sarai alipea Abraham Hagai haga huyo mfanyikazi wake wazae pamoja waweze kuzaa huyo mtoto Mungu aliahidi. Na tunaona katika kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na sita huyo mtoto alizaliwa, alizaliwa na huyo mfanyikazi wa Sarai Hanga, na huyo mtoto walimuita jina Ishmael, katika sura ya kumi na katika sura ya kumi na sita kitabu cha Mwanzo huyo mtoto alizaliwa, lakini sasa tukiangalia katika sura ya kumi na saba kitabu cha Mwanzo tunaona kulingana na Mungu hakuwa anamaanisha Sarai mfanyikazi wa Sarai azaa huyo mtoto. Mungu alikuwa anamaanisha Sarai mwenyewe ndiye atabeba mimba na ndiye atazaa. Pale kwa kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na saba kumi na nane tunaona hivyo. Sasa Sarai aliweza kubeba mtoto aliweza kubeba mimba, Sarai akiwa amezeeka, hivyo ile wakati Mungu alikuwa amepanga, na mtoto alikuja kuzaliwa, jina lake alimwita Isaka. Tukisoma kitabu cha mwanzo sura ya kumi na nane na sura ishirini na moja tunaona huyo mtoto alizaliwa yule Mungu alikuwa ameahidi Abraham alikuja kuzaliwa. Kwa hivyo ahadi za mwenyezi Mungu wakati mwingine zinachukua muda kutimiza kutimia. Ahadi za mwenyezi Mungu zinatimizwa ile wakati Mungu alikuwa amepanga. Kwa hivyo katika maisha yetu Mungu, kuna zile vitu alituahidi atatufanyia kuna zile vitu Mungu ametuahidi na hizo vitu zitafanyika wakati utakapofika. Kwa hivyo tunafaa tungoje, tuendelee kungoja mpaka wakati ufike, ndio ile Mungu alikuwa anatuahidi iweze kufanyika, si ile kupitia njia ya njia zingine. Hapana, mpaka ile njia Mungu ameahidi, hiyo njia ifuatwe mpaka mwisho ndio hizo ahadi ziweze kutimia. Chochote kinaaindiwa katika hiki kitabu cha Biblia kitafanyika. Kilifanyika kwa watu wengine katika maisha ya mbeleni, kilifanyika katika wana wa Israeli, na pia sisi wa Kristo, kitafanyika katika maisha yetu. Hatujui kitafanyika wakati gani, hatujui kitafanyika lini, lakini kitakuja kufanyika vile. Abraham aliambiwa na bibi yake Sarai akakosa akakosa akaona ni kama yeye eh, hawezi. Lakini Mungu alikuwa anamaanisha Sarai ndio atapata mtoto na ndio atazaa. Sasa huyu mtoto alikuja kuzaliwa Isaka, ambaye dunia iliweza kukombolewa, ulimwengu uliweza kukumbaliwa kukombolewa kwa kupitia kizazi cha ja Isaka. Isaka alikuja akazaa mtoto akamwita Njako. Na huyo Njako alikuja kuwa baba wa hizo kabila kumi na mbili za Israeli ambazo Mungu alikuwa amechangua kama kizao chake. Na sasa huyo Njako kwa hiyo familia, mwisho kabisa Yesu Kristo alikuja kusaliwa Ndiyo, Yesu Kristo alileta ukombozi kwa ulimwengu wote, si tu kwa Israeli lakini kwa ulimwengu wote. Kwa hivyo tukiangalia, tukiangalia hapo nyuma, kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na mbili, Abrahamu aliitwa na Mwenyezi si Mungu, akatumwa na Mwenyezi Mungu, na hizo handi zilikuja kutimia. Kizazi chake kilikuja kwenda ile hinji Mungu alikuwa ameahidi Abraham na kizazi cha Abraham kilikuwa, kilikuwa cha watu wengi sana. Walikuwa watu wachache, lakini mwisho walikuja kuwa watu wengi sana. Kwa hivyo sisi kama Wakristo tunafaa tusome hiki kitabu cha Biblia na tuangalie kwa hiki kitabu Mungu anatuahidi nini? ni nini ahadi ya Mungu kwa hiki kitabu? Na hizi ahadi ya Mungu alifanyia hizo ahadi Israeli, lakini kulingana na kitabu cha Muumbiri sura ya kwanza mstari wa tisa na kumi vile aliahidi eh, wana wa Israeli hata haendi hata wale wasahi wale waile kisasi kitakuja na vile kulifanyika katika Israeli vile kulifanyika katika Israeli itafanyika katika kizazi cha saa hii na katika kizazi cha mbeleni. Kwa hivyo, ndugu wenzangu, tuchukue tuchukue hizi ahadi za Mungu katika maisha yetu, tukue zinatupea mwelekeo wa kuishi na wa kufuata katika maisha yetu ya duniani. Na wakati mwingine tunaweza fanya jambo tukifikiria ya kwamba hii jambo tu ni sisi tunafanya haija wahi fanyika, ama kunaweza tokea kitu chenye akija wahi tokea, lakini sasa ukirudi kwa Biblia utapata hiyo kitu kilitokea. Na kuna vile vile wakati kilitokea na nini ilifanywa mm? Na nini ilifanywa? Kwa hivyo wa wakristo wenzangu, tutumie hiki kitabu cha Biblia kama mwongozo wa maisha yetu, tukitumie katika kutangaza neno la Mwenyezi Mungu, na hilo neno la Mwenyezi Mungu tuweze kuitumia sisi wenyewe. Na kila kitendo tunachokifanya huko duniani, hicho kitendo kinaleta mambo mawili: kinaweza leta baraka na kinaweza leta lahana. Na kama ni lahana, ile mambo itatufuata sisi kwa hiki kizazi na vizazi zetu, hiyo laana inaleta mambo mabaya. Lakini mambo mazuri ile, ile baraka inaleta mambo mazuri. Kwa hivyo kila jambo tunayofanya tuieya kwamba hiyo jambo tunafanya inaleta ina, inaleta inahusu sisi wenyewe na kizazi chetu ambacho kitakuja wakati hatujui wakati ujao. Sasa kwa hicho kizazi cha Abraham cha Isaka cha Jacob, Yesu Kristo alizaliwa, Yesu Kristo akatuma Roho Mtakatifu, Yesu Kristo akakomboa ulimwengu wote. Vile vitabu za mbeleni za manabii zilikuwa zimetambiri ya kwamba Yesu Kristo atazaliwa, ataleta wokovu katika dunia nzima. Kwa hivyo ndugu wenzangu, Wakristo wenzangu, katika maisha yetu ya kila siku, tuishi ile maisha yenye inaleta baraka, tuishi ile maisha ya kufuata Biblia, tuishi ile ile maisha ya sumbira kukua, tunangoja Mungu aweze kutimiza ahadi zake kwa kupitia maisha yetu. Asante sana, nashukuru sana, tupatane siku ingine.